Kwa hiyo mahakama mahakama itakavyoamua sisi tutayapata ma, ma, maamuzi hayo ya mahakama. Siku chache baada ya Mahakama Kuu ya Tanzania kutoa uamuzi ulioridhia pingamizi dhidi ya kuwania kwa urais mwanasiasa aliyepitishwa na chama cha upinzani cha ACT Wazalendo, Luhaga Mpina, leo hii Mpina amekata rufaa, kesi yake yamepeleka Mahakama Kuu ya Rufani zikiwa zimesalia siku tisa pekee kuelekea uchaguzi mkuu wa Oktoba 29 hapa Tanzania. Rufaa yetu nambana, ni nambari 4960 ya mwaka 2025. Kwa hiyo tumeshafungua rufaa. Kwa kwa sasa hivi ambacho kimebakia, tunategemea sasa mahakama iweze kupanga utaratibu, kwa maana ya kupanga jopo la majaji ambao watakwenda kuisikiliza hii kesi. Lakini tunaamini kwa sababu kesi hii ni kesi ambayo ni ya umma, sio ya ACT na sio ya Mpina peke yake. Naamini mahakama itaipa uzito ambayo inastahili. Ndani ya siku chache zilizosalia, Mpina anatumai uamuzi wowote wa mahakama utakuwa na msaada au manufaa yapi kisiasa? Uamuzi kwanza tu, tu, tu, tu, tunasema sisi tumepeleka maombi kwa, kwa mahakama. Kwa hiyo mahakama itakavyoamua sisi tutayapata maamuzi ma, ma, ma hayo ya mahakama. Kwa mfano mahakama ikiamua kwamba Mpina, tunaongeza siku sitini mbele na tunasimamisha uchaguzi tarehe 29 katika hiyo nafasi ya rais, tunaongeza siku 60, sisi tutakubaliana naye. Ikisema vinginevyo mahakama, sisi tutakubaliana nayo, lakini kama nilivyosema kwamba kama taratibu zingine zote ambazo zitakazofanyika ambazo sisi tunaona kwamba hazitafanyika sawasawa, sisi tayari tumeshaanza maandalizi mandalizi ya kuwasiliana na mahakama za kimataifa, ili uchaguzi tarehe 29 uzuiliwe uzuiiwe, ili kesi hizi zote ziwe na zimeshaamuliwa. Ikiwa umefuatilia harakati hizi za Mpina na shauku yake ya kuwania kwenye sanduku la kura, ungemshauri nini, aendelee au akubali aishe kuwa tarehe ya uchaguzi imekaribia?